Lakini kwa jimbo zima jimbo lenu liko salama. Maana mnaweza mkawa mnauliza hasa sasa mbunge wetu kwenye kata umetufanyia haya. Maana wengine umetufanyia nini? Kwenye mji wenu wa Babati kama mbunge wenu. Nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia amenisaidia sana. Kuna kuna ukweli hausemwi. Kuna watu wanapotosha ukweli. Kwamba maendeleo yanayofanyika hakuna mkono wa mbunge au hakuna mkono wa diwani au mwenyekiti. Sio ukweli. Sisi ni wateule wachache ambao chama kimetutanguliza mbele tufanye kazi na rais. Msemaji wa Babati mjini wa kuisemea Babati anaitwa Paulina katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo chochote unachoona kwenye mji huu wa Babati, ujue Paulina kapambana. Lakini mi nampasia diwani diwani kwenye kata, alafu, diwani kwa hiyo, kwenye kata anampasia mwenyekiti mji wa Babati. Kwenye mji wenu wa Babati, Wanabagara ni waage kama ifuatayo tumepata uwanja mkubwa wa michezo unaitwa Tanzanite uwanja wa Kwara, tumeujenga kipindi hiki ambako mimi ni mbunge wenu. Leo Simba na Yanga mnacheza katika mji wa Babati. Mnajua. <laughs> Lakini, jamani, tumepata uwanja mzuri wa Tanzanite, uongo, kweli? Wakati niko naibu waziri wa michezo ilikuwa ni jukumu langu namba moja kuhangaika nao. Kwa kwahiyo nishukuru Mungu mmeniamini kama mbunge wenu mmenipa nafasi mbalimbali mheshimiwa mbali, rais aliniona baada ya wale watu kunitengenezea mambo ya ajabu ajabu. Nashukuru Mungu yatawarudia, na ataendelea kuwarudia Tuli, tulikuwa tunapata mambo mazuri, lakini tumepata saizi uwanja mkubwa wa baraza la michezo Tanzania BMT, uwanja wa kimataifa wa riadha unajengwa hapa Katanini hapa baraza la michezo, lakini tumepata shule maalum ya watoto wa kike bilioni zaidi ya nne, kina mama watoto masomo ya sayansi nchi nzima wanasomea hapa mji wa Babati, pale kata nini, bilioni 4, Manyara Girls. Lakini tumepata vituo vya afya kipindiki nikiwa mbunge wenu, tumekamilisha kituo cha afya Sigino, cha Maisaka, cha maeneo gani, sasa hizi naangaika na Nangara, vituo vya afya kwenye kata zote isipokuwa kata yenu hii, mnatumia hiyo hapo na pale juu, na nadhani tutatafuta tuatafuta eneo Mungu akitusaidia na kata pia iwe na kituo cha afya. Tatizo ni maeneo. Lakini pia tumejenga shule mpya mpya hapa. Mpaka mnasikia tumeipa moja hapo. Maeneo mengi shule za msingi tumeendelea kukarabati na kujenga kipindi hiki. Lakini nimshukuru sana Mungu na nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameniongezea miradi ya lami kilomita kumi katika mji wa Babati, wakati wenzangu wakihangaika, mnafahamu wabunge wetu sio kwamba wao hawataki lami Mwenzetu wa Simanjiro, mwenzetu wa Kiteto, mwenzetu wa Mbulu mpaka anaruka Sarakasi anaomba kilomita hii? Mm, mimi mtoto wa kike, mama Samia ameendelea kuniongezea kilomita za lami na sio hiyo tu, amenipa tena kujenga soko kuu, tunaanza no, stand kuu ya mabasi bilioni kumi na saba lakini tutajenga na mitaro, tutajenga mitaro ya maji, mnafahamu sisi ni waathirika, tunaokaa kule chini kwa balozi namba nne namba tano. balozi kwapi? Yale ule mtaro unaonaje babangu? haya maji yote alafu ukienda kule kanisa la Mungu, ukienda kule singe mitaro ile mikubwa, ukienda kanisa la Arasi pale chini, wanasoma kanisa la Arasi ile kule chini kama unaenda sawe. Ule, yale maporomoko yote maji yanayotoka bagara yote yanaishia kule. Mnaona tumetoboa njia ya lami, saa hizi tunajenga kile kivuko cha kwenda Katanini mnaifahamu. Hizo pesa zaidi ya bilioni kumi na kumi na saba mheshimiwa rais ametupatia, kazi inaendelea kwa mantiki hiyo kwa mji huu wa Babati tunaendelea kuweka pia taa za barabarani, wakati naomba ubunge wenu kwamba mniamini, tutapambana. Mnaona taa za barabarani tunaweka lami naongezeka, stendi najengwa. Mimi mbunge nilichobakiwa nacho kwenye mji huu wa Babati ni swala la kujenga soko kuu la kinamama na soko la machinga. Na juzi chini ya mwenyekiti wetu wa mkoa ambaye ni mkuu wa mkoa, mkoa alitebo bajeti ya mkoa wa Manyara Tumeomba maombi maalum kwa ajili ya soko kuu na soko la machinga. Kwa hiyo nina mambo mawili makubwa ambayo anatakiwa tu niyakamilishe. Lami zitaendelea, shule zitaendelea kuboresha vituo vya afya, barabara zitaendelea kuchongwa. Lakini vile vitu vikubwa, ukiuliza mbunge Babati kitu gani kinakuumiza akili? Kinaumiza akili vijana wetu wa machinga, vijana wetu wa machinga wasipange pange vitu so barabarani pale, na soko kuu mnafahamu imejaa. Kwa hiyo tutakaporudi, Mungu akitujalia, inshallah vitu vidogo vya kumalizia ni masoko ya mitaa kama pale Bagaraziwenu, na eneo lenu la soko linatakiwa lianze, kuna hiki, kuna kile, kuna hiki vidogo vidogo. Lakini vile vya msingi, upatikanaji wa maji kwenye mji huu sasa leo ni asilimia tisini na tisa. Kwa hiyo, ndugu zangu, kwenye mji wenu wa Babati yaliyobaki ni machache sana. Kama mbunge wenu ninawashukuru sana kwa kuniamini. Kazi ya uongozi ni kazi ngumu, inahitaji moyo wakujitolea lakini ukiwa kiongozi tena mwanamke, we usiku na mchana wa kuchafuliwa tu, lakini kama kiongozi pia na maisha binafsi ambayo napaswa nijinyime na kujiheshimu ili niwe kiongozi bora na ambaye natumikia wananchi wangu. Kwa hiyo ukiwa kiongozi watakufukunyua, wata tu, watakupitisha kwenye matope tu, watakunyanyasa tu. Mimi hivyo havijawahi kunisumbua, kinachonisumbua ni kero za wananchi wangu kwa sababu naweza nikawa na ndoa yangu, tunalala mume wangu vizuri, tumejifunika ndani, alafu we huna maji wala haikusaidii. Mimi ninachoangalia yule mama asiyekuwa na maji anapataje maji. We maisha binafsi ya mimi, nimekula nyumbani kwangu, sijala, hayamhusu mtu yoyote. Huo ndo ukweli. Acha niseme, kama mtoto wa kike ukiniuliza umepitia changamoto zipi, nitasema mfumo dume. Mwanamke akichukua tu fomu, basi manyanyaso atakayopitia ni kisaikolojia yuko hivi yuko vile yuko vile yuko vile. Hata kama macho ni mekundu, ujalala usingizi, utasikia mlevi, utachafuliwa sana. Kwa hiyo haya mambo, wananchi, ni mambo ya, ya kizamani, ya kishamba, kwa sababu kiongozi ukimchagua, ni kiongozi anayepaswa kuangaikia matatizo yako. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo niwashukuru sana sana. Mambo makubwa yamefanyika, tumeshikamana lakini tumepata yale ambayo tumeyapata na ninyi ni wanufaika. Mmepata ofisi, mmepata daraja, mmepata shule, mmepata maji matamu. Je, vijana wangu, hayo hayawatoshi? na kama hayatoshi, mbunge wenu pia nimethubutu kugawa jezi jimbo zima na mipira kwa vijana wetu, ambacho kinamtofautisha Paulina na hao wengine mlio utangulia nao, utakuta mbunge anammilikiwa na familia fulani Paulina sijawahi kuwa mbunge wa mtu, nimekuwa mbunge wa wananchi. Sasa mi ni mbahili kweli? kwa sababu sichakachui miradi. Ningekuwa na chakachua miradi, ningechukua milioni sabini na tano hizo za shule yenu. Ningekuwa hivyo, miradi hii Babati isingefanyika kashasha. Unajua, sijawahi kupata tuhuma ya kuomba asilimia kumi ya mradi kwenye mji huu. Uongo kweli? kwenye kata zenu, hela zote nilizopeleka, sijawahi kuomba asilimia kumi. Kwa hiyo wana Bagara Ziwani, inawezekana huku kuna watu wanapitapita kunichafua, lakini niwahakikishieni kama tumefunga na leo Mungu anabariki funga yetu, tuimalize. Mi naamini kuna mbunge ambaye amewahi kuwatumikia ni Paulina. Wengine wamefanya kazi, lakini nadhani pia nimefanya.